Unajisaidia kwenye ndoa, hamna msamaha rais wala waziri mkuu. Kwa hiyo ndo hapo kwenye nyara? Eh, a, a, serikali. Nyara wa serikali. Simba ni nyara. Wewe ndo upo chini, yani wapo juu. Eh, eh, mimi niko juu kwa sababu pale pale kwa Moko nafahamu kwanza Moko ana zuu zake hizi mbili. Eh. Dar es Salaam. Kuna moja inaitwa Msimbazi Zoo, nyingine inaitwa Bunju Zoo. Katika zuu zake zile mbili, mm, anafuga alikuwa anafuga wanyama wa aina nne. Mm. Kulikuwa na Simba mwekundu inaitwa Red Lion. Mm. Halafu kuna Nungu Nungu. Kulikuwa na Boko. Halafu kuna nini? Punda. Sasa hivi Nungu Nungu amechukuliwa ikulu kwa rais mwingine kama mapambo ya ikulu. Halafu Boko amepelekwa jeshi kambi ya jeshi kule. Yeah. Alafu paki pale. Yeah. Eh, pu, na punda na simba mwekundu. Eh, na yule punda mzee. Mna mpango nao? Eh nani? Mna mpango nao punda. Punda? Ah, punda si atu, ah, acha tulie huko huko. Hatuna china punda. Eh, si unaangalia sisi huku tunatumia yule bure ndi milia wako hapo manyata tunaona. Bure ndi milia, bure ndi milia, punda milia kwa Kiswahili. Ndio mnawatakaje? Eh, tunataka sisi. Ah, ah Simba, si amna shida okay. <coughs> kwa sababu Red Lion si <coughs> Yani analinda ndio walinzi kumliza, kwa sababu simba yule, uwa, akisha yule na majangili, hata tutakosa watalii tu, tutakosa dola. Kwa hiyo tunamlinda vibaya sana sisi, ndio wamiliki wako chini yetu, watu wamiliki wa simba ah. Yanga ni shida. Sawa, na tuzungumzie mchezo wenu dhidi ya Fountain Gate. Na umeniambia una ikulu yako. Ina maana wewe hapa hali ya hewa ya hapa unaielewa. Wananchi tayari mmekwishaanza kujionyesha kwamba uwepo wenu kesho ni mkubwa zaidi dhidi ya Fountain Gate. Mnawaambiaje sasa? Eh, hapa tumekuwa hapa tumeingia kwa tahadhari kwa sababu hapa Gorowa. Hii ni Gorowa tunataka kwenda kwa tahadhari kwa sababu wazee hapa nao ni shida. Yeah. Lakini na sisi ni wenye kama si wenye nchi wako chini yetu. Kwa hiyo tumejipanga kwa sababu hapa alikuja huyu Mwampose FC aliingia hapa kichakicha kasema eti ametanguliza katika mate ya roho mbaya.

akijitutumua anakuwa miguu ya teo, akitumbua cha mahindi katika kibichi anakuwa gamba la juu. Ukiwa kuna vimbiani mbili au mali au mbili bila nilimpiga 5G lakini, pale dada eh, kule dada eh, kule dada tumpiga miguu yanao na spare tire eh. Lakini hata hapa si hapa, huko kwenye tunaonea huruma huko, si nyumbani huko, tunampiga kidogo, ila sija kashuka daraja, maana akishuka daraja utakosa timu hapa eh, tunamtegemea huyu eh, tunamlelea ila ashike daraja, ili Simba aje, Azam aje, timu zote zije hapa, watu wanampenda, lakini kwa leo atatusamehe, kwani ya kwetu hapa kwa leo Ah uh, ya tengeneze zaidi tu eh, tuna jambo letu kwa kesho baadaye. Kuna jambo la kizalendo la Kitanzania, nchi inawakilishwa bwana, wale visiwani Zanzibar, Mwamposa FC ni, ah Mwamposa FC wako kwa Zanzibar kule. Kwa nini tena wamekuwa Mwamposa wao ya maombi sana, nimecheke? Kwa sababu ni angalia siku kabla hawajacheza na wale wa Misri, Mwamposa akasema Simba bila maombi hatoboi, kweli akawapa vitu vyao, akaenda kafanya pale mfukuo ule uwanja mpaka mpeleka tena, yani Mwamposa alikuwepo waganga wa siui thelathini na saba mbuzi kibaaki na <laughs> e, nyesi zile bilioni thelathini na mbili zimetumika pale kupenya mm. Hey, uka, uka fungu, uka hata. Nendeni Zanzibar, juzi nimeona pale Ahmed, alika, la, Ahmed Ali naona anatembea unapita anachomeka, lakini pale hamna kufukia, kamera namuona anachomeka anafanya oh. A, wamezoea katika pale wamechoma uwanja wa watu kidogo, amepiga faini flexini yani, hii ni mara ya sita. Yaani hao jamani za kwao yani, bila mambo haya, lakini Yanga ushindi wetu ni quality. Kwa sababu si huyu kocha wetu ni eh, au kwa Abeli yeah. Kwa sababu so, huo mfumo no, ndio wa Hamdi no, ndio maana <coughs> siku akakimbia. Maana Hamdi aliwaekea mfumo, akasema Simba akacheki akasema, ah nikiingia hapa

mimi Simba bila, ma, bila maombi atoboe, na mimi nimeshaona pale. Kwa hiyo kwa maombi ya maposa anakubali Simba leo anatoboa. Wale wasauzi e. Wale, wale wale wanaliwa hamna kitu wale. e. Lakini kiwa sio maombi Simba ana kikosi ah, maombi A, e. Lili, Mi, wakina Debora amna kitu kwa maombi anamsaidia atatoboa, sawa bwana ampiga mtu miguu pale, miguu pale naona kama ile